Aya, kwanza kama ambavyo mnafahamu kwamba leo tumekuja kwa ajili ya usikilizwaji wa maombi yale yale ya security for cost kwa hasa kwa majimbo ya Pemba ambayo tulikuwa na consolidated applications, maombi yaliyounganishwa kutoka ombi nambari moja mpaka kumi na nne. Sasa tulikuwa tumekuja kusikiliza, lakini Mheshimiwa jaji akatuomba mawakili tum tumweleze kwa nini asi take uamuzi ambao walishachukua ule wajana kwa majimbo ya Unguja na uka apply kwenye majimbo haya pia kwenye, kwenye, kwenye application haya. Uh, mawakili wote wa pande zote mbili wa maana wa serikali na, na sisi ambaye uh, mimi ambaye nawa represent nyinyi walalamikaji tulikubaliana kwamba bila ya kujali maamuzi ya jaji atakayoyatoa, lakini swala la kusikilizwa ni haki yenu au, uh, uh, haki ya waleta maombi wanahitaji kusikilizwa, haijalishi maamuzi yatakuwa kama ni yale yale au ya yatakuwa tofauti. E, mheshimiwa alitupa muda ili atoe uamuzi, na ametoa uamuzi kwamba anaona uh, hakuna haja ya kuwasikiliza na mahakama inafungwa na uamuzi ambao ilisha utoa uh, jana hiyo uamuzi ule eh, ni kwamba kwa leo mahakama bado anasimama na uamuzi kwamba mahakama hii haina uwezo wa kusikiliza taking from uamuzi ambao ulishakutolewa kwenye consolidated application namba 142 mpaka 160 kwa majimbo ya, ya Unguja. Hiyo ndio kilichotokea leo na hiyo ndio taarifa, na sisi bila shaka uamuzi huu hatukuridhika nao, tutaukatia nao rufaa kwa hoja kwamba mmekosa haki ya kusikilizwa.